Sasa lazima na ulinzi na usalama liko vizuri mnaelewa eh? Lakini hili sasa mi nataka niliseme kwa mapana kidogo na niliweke wazi. Ulinzi unaanzia kwako wewe, kwa mtu mmoja mmoja, unaanzia nyumbani kwako, unaanzia kwenye wale watu waliokuzunguka, unaanzia kwenye mtaa. Sasa ulinzi watu wanauona ni, ni, ni, ni, ni, kazi, ni kazi ya polisi, ni kazi ya serikali Mwenelewe, ni kweli kazi za serikali, lakini serikali ni nani? Serikali ni wewe, kwa sababu wewe una mtoto mwizi, umekaa naye ndani mwako, au jirani unamjua mtoto fulani mwizi, hutaki kumsema, unategemea nini? Mwenelewe. Kwa hiyo mwisho wa siku, mwisho wa siku eh, yanatokea matatizo ambayo sisi wenyewe ndio tunafanya nini, tunajitengenezea, lakini kwa kushirikiana na polisi, kata wangu na vijana hao wanaomsaidia tuko vizuri, wananchi wakipiga simu mara moja, vifaa tu ndo hakuna. Na ndio haya mambo ambayo yanakwenda yanabadilika, kwa sababu mimi mimi nipaze sauti, sheria zibadilishwe, mnaelewa eh? majengo ya polisi eh, yaani polisi warudishwe halmashauri. Sisi halmashauri kama tunakujenga madarasa, tuende tukajenge vituo vya polisi. Lakini leo kimwambia mwananchi achangie kujenga kituo cha polisi, anajua hicho kituo cha polisi kitamkamata <coughs> hawezi kufai, hawezi kuchangia hiyo hela. Warudishe kama zamani, wabadilishe sheria, RPC arudi kwenye wilaya, hizo hizo zinatengenezwa budget katika makusanyo ya wa wananchi, mnaelewa, ziwekwe budget, vijengwe vituo vya polisi. Sasa leo kama hii kata ya Buyuni haina kituo cha polisi, lakini unakuja imetengenezwa sera au wachangishane, mtoto wake mtu mwizi, yeye mwizi atatoa hiyo eh. Kwa hiyo tunafika sehemu tunawapa mzigo mgumu jeshi la polisi, lakini kama ni shule, halmashauri imerudishwa chini, ah, mwaka huu bajeti tutajenga mtaa fulani kituo cha polisi. Umenielewa? kazi ya kituo cha polisi ni ni, ni kuhakikisha wananchi wanalindwa wao na mali zao. Mwenelewa? Lakini tunalichukulia polisi kama vile kitu cha kawaida, tunaonea. Umenielewa? magari hawana eh? ili kata langu kubwa, mtu atoke kule gari, saa ingine halina mafuta daraja limekatika, hebu tubadilishe utaratibu. Ina hmm, maana Mheshimiwa Diwani kwa kusema hivyo kwamba kuna baadhi ya wananchi wezi, mwananchi mwizi pengine na mzazi hmm. Hmm. Na katika kata yako kuna kituo cha polisi Zavala kinajengwa kimechukua muda mpaka leo hakijakamilika. Ndo aya, mimi ndio nasema kila mtu anakuwa na maneno yake. Sawa, serikali inataka wananchi wajichangishe, sijui unaelewa eh? Sasa katika kujichangisha hapa ndio changamoto zinapoanza. Mwenelewa, huyu anakuja kwa sababu lile si jambo jema kwa sababu yeye si mhalifu, anafanya kile kitu kisiendelee. Mwenelewa, sasa mimi ukinambia diwani mimi sina fungu, diwani mimi napewa laki tatu na nusu kama posho. Mwenelewa, sina sina kusema kwamba kuna hela inakuja. Zamani kulikuwa kuna hela inaletwa ya kuchochea maendeleo. Mwenelewa, anapewa diwani laki nane, imeondolewa. Sasa ungekuja kuniuliza mimi ningeweza ya kuchochea ah, yeah, maendeleo si laki nane, ah, kila mwezi unaingiza laki nane, lakini kitu sikingeisha eh. Sasa wakae wabunge waangalie waturudishie zile zile dhamana zetu sisi huku, sisi ndio tunakaa na wananchi. Hela ya mfuko wa jimbo iko kwa mbunge, umeelewa? Yaani ile hela anopewa mbunge ya mfuko wa jimbo litakiwa ile hela inge- ingekuja kwenye kata hii ingetatua changamoto. Umeingia hapo nje, yeah. Umekutana <laughs> na biconi ndio. Kuna sera imeanzishwa na wizara ya Ardhi na kupitia Mheshimiwa Rais akampata mkopo benki ya Dunia kwa kuamua, ili swala la uhisimishaji na hapo zinatengezwa biconi e, elfu arobaini kwenda kukwamua hilo tatizo. Kwa hiyo hiyo changamoto inaenda kusha, na mimi niliongea na msimamizi wa masuala ya urasimishaji kutoka wizarani, nikaambia maneno mengi usiniletei, usikatulitisha wa DC kwamba hivi vi nini hizo vikoni zizotengenezwa, kwanza ziondoe changamoto kwenye kata yangu, ndio ziende kata nyingine nyingineba eh? Eh, <laughs> ni shabiki wa Simba, jana tumeshiba kuchukua kombe eh, kubeba kombe tumebeba mimba. <laughs> Ah, sasa mimi sijui, kwa hiyo sasa tumeshiba kubeba. Wenyewe <laughs> kwa wenyewe. Yanga <laughs> eh, Yanga Yanga, Yanga, Yanga. Ya, ila tu ile ubaya bwenyo warudia wao jana. <laughs> <laughs> ah, wewe Yanga sasa dadi ipo haipo mmoja. Dadi, ah sasa so, so, walitukimbia. Wao kama wanataka waifunge Singida tukutane kwenye shirikisho maneno anaisha. Dadi lakini? Ah dadi, e, sio wanataka dadi. Tukutane huko <laughs> sio ile. Ile sisi tunapiga mechi zetu mbili tayari shuli meisha. Si mabingwa. <laughs> Mtazamaji, hatuna la ziada. Au huyu ni mheshimiwa diwani wa kata ya Buyuni Athuman Maembe Ally Hadi yaani wakati mwingine kwa heri